Maskani ni, ni wenzangu wa, wa, ambao kila pembe ya nchi yetu ya Kenya ambao huzungumza nawe kupitia Sema na Citizen. Kwa hivi sasa, wacha tuanze kuzungumza na wanahabari wetu ili watueleze wakazi wanasemaje kuhusiana na mada ya leo ya siasa za Mlima Kenya. Kaka, karibu sana, tuzungumze na wakazi wanasemaje kuhusiana na kile ambacho kinaendelea nchini. Nam uh, Rashid Asante na hapa katika kaunti ya Nyeri, kaunti ambayo aliyekuwa uh, naibu rais Rigathi Gachagua ametoka uh, huwa ndio kaunti ambayo inatazamiwa uh, pakubwa kuwa ndio kaunti pengine inaweza kulipa eneo la Mlima Kenya mwelekeo wa kisiasa. Na siku ya leo nitakuwa nazungumza na kati ya wakaazi wengi ambao ni vijana na ambao mwaka uliopita tuliona pia wametokea uh, kufuatia lililomkumba ama aliyomkumba aliyekuwa naibu rais, lakini kwa leo watueleze. E, na hayo mambo ambayo yamejiri na ule mtazamo kwamba uh, ndani ya miezi miwili hivi ama mwezi mmoja sasa, aliyekuwa uh, naibu rais Rigathi Gachagua ataweza ku, uh, uh, kukitangaza chama ambacho kinatarajiwa kulipa eneo la Mlima Kenya mwelekeo. Na nitaanza na huyu hapa uh, uanze kwa majina, utuambie unaitwa nani alafu utueleze uh, pengine yale matukio ambayo tumeyaona katika bunge la kitaifa hivi majuzi ambapo wengi ambao ni viongozi wa hapa Mlima Kenya wameweza kutolewa kwenye kamati za bunge kama wenyekiti, itaweza kuaffect jinsi ambavyo nyinyi kama wanamlima Kenya na viongozi wa kesho mtakavyofanya siasa yenu kuanzia sasa? Naam, kwa majina ni Washira Kimuhu. Mimi ni kijana wa hapa Nyeri, na kwa hiyo topic naweza penda kusema tunaona waliokuwa chairman wa committee za bunge wa, waliokuwa wandani wa former deputy president wakiweza kungatuliwa na kuwekwa wandani wa ODM waliokuwa sasa katika ile MOU imekuwa saini na baba na Ruto. Hiyo inaashiria kwamba e, President Ruto ashamalizana na eneo la Mount Kenya na ameenda kushawishi eneo lingine ambalo baba analiongoza, na katika hii mchezo ya kisiasa tunaona kama eh, President Ruto amemalizana na sisi, lakini sisi kama vijana Mount Kenya hasa tutatokea na tutaweza ku, ku, kupeana mwelekeo ambayo tutafil kama hiyo serikali yenye itakuja itakuwa imetu accommodate sisi kama wanarika, na, na nyinyi vijana hamtakuwa mmeongojea pengine kile chama ambacho kinatarajiwa e, ku announce na aliyekuwa naibu rais. Tunakingoja hicho chama chama kwa, kwa hamu na gamu tuweze kuona hiyo chama kama itakuwa inaridhiki na itakuwa inaendanisha na mambo yetu ya vijana. Kama itakuwa inaendanisha na vile sisi vijana tunataka, hiyo chama tutaingia. Na, na kama itakuwa inaendanisha na yale mambo sisi kama vijana tunasema tuna, tuna, tuna na tunataka, itabidi sasa sisi kama vijana tumesimama kindete na hatutatishwa na tutaenda na mwelekeo wetu. Na asante Washira, acha nizungumze na mwanadada hapa, karibu kwenye runinga ya Citizen. Pengine eh, eh, maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala wa siku yetu ya leo? Okay, kwa majina naitwa Liz Monene e, wacha niseme kusema ukweli, uongozi wenye tuko nayo kwa saa hii Mount Kenya region, kusema ukweli, ina affect youth. Kusema, like, like sasa kuse, kuona like our president Ruto the way amesahau ame, ame sisi, sisi Mount Kenya kwa hiyo handshake yenye walifanya wali na Raila, Raila Odinga kusema ukweli, kama sisi vijana haitufevi hai hata kidogo, kusema no. Ukweli sisi kama vijana lazima tusimame kidete na tuseme ukweli sisi kama youths Hakuna, hakuna mahali hiyo, hiyo handshake inatupeleka. Naam. Tusimamia yes. Hapo kwa sasa na Rashid nitakuwa nazungumza na, na wengine ambao wamefika hapa kusema na Citizen eh, mjadala wetu wa siku ya leo kwa sasa, nirejeshe kwako kwa studio. Tarejea na wakazi zaidi.